Prince Mpume lelo Dube uh -huh, kaondoka uwanjani akiwa na furaha kuliko mchezaji yoyote. Yani vile, ile feelings ya mashabiki namna ambavyo wamepokea, yani anapata chance bado anapitia ule wakati mgumu afu mashabiki tuko naye yaani tunashangilia, nionge neno kidogo? Tia neno. Mimi kuna muda najiulizaga mm, au kuna mara nyingi sana uaga anapenda kusema hivi, sisi Yanga jeuli vibuli, tuna nongwa ama tuna visilani ama tuna mahaba ya kupitiliza yote, au tuna sifa yote, yote, kwa sababu gani? Mchezaji nyie huko nje mnamsema, sisi tunamwokotesha. Unajua hilo jambo <todakarikana> la ajabu <sana. todakarikana> la ajabu sana <todakarikana>

chini ya Pedro Gonzalez Yanga yetu imetulia mm. Inapiga sana pasi. Mtibwa ameumia mm. Si walikuja na miwa tukaimenya, tuka tukatafuna Celestini mm. mm. kwa ukipenda, mwitemesi ah mpira anaujua, nafunga na, na, na kutoa pasi kutoa pasi. Celestini yekua, ukipenda mwite Messi. Mpira anaujua, nafunga na, na kutoa pasi, anafunga full bank ya kushoto he. Zimbwe Junior he. Shabalala sio mzee, ni mtoto <laughs> Sio, alisema amedorola kumbe, ndo kwanza kwa wake bwana huyu Zimbwe afu, goli lilofungwa leo mara ya mwisho mdogo wangu elfu mbili na mbili World Cup Roberto Carlos anapiga mechi kabisa na Ufaransa, hiyo godi. Haya mashairi unamfundisha ni ukijana, kwa sababu anavyoimba wewe unafatilizia vile vile. Mimi hii ni sio muongo huyu

Yanga inaburudisha inaongeza utamu Yanga nusu ya maisha ya kila mwanadamu. Kama wewe unabisha, una bisha, una akili inaongeza utamu Yanga nusu ya maisha ya kila mwanadamu, kama wewe unabisha, una akili timamu. Yanga kila mtu mshaii. Sasa ule mtoto wa Simba sio nani, achana ah, ah, naye uchafu usitaje kwenye vitu vyetu eh, sikiliza eh dili na Mohamed muhamed Hussein Zimbo Junior Shabalala, wapinzani walisema wameacha legend uhum. Sisi tumechukua mchezaji na na mwenye klasi na shehe, na nakwambia tena uhum. tutakutana uhum. kwa sababu uhum. sisi hatuzungumzi na mlingo kwanza kwanza, si atuongei tu mdomoni, tutaongea kwenye pitch. Mazungumzo yetu tutayapeka kwenye pitch ya kufananisha watu ya kukompea watu nyewe, nyie leo mjamona pako mezuzu wa pedo uongo kweli lakini ladha gani unacheza kwa kama pakome Yule dipata ladha ya chikola? Eh, bwana tuna kuna pesa za Ulaya zinazunguka tu KMC, mnaziona, lakini A, pesa za Ulaya zipo pale. Timu haina mzinze, ha? Timu hapo haina mzinze. Mm. Timu haina mm. Wala haina ibabaka walaatulingi, tuko kimya. Wenzetu huko wanaolinga wote na vitim vyao wamekamilika, wako full mkoko, wanapata tabu hao vilabu vingine wamekamilika kila idara yani, ukisema winga wao bora yupo, beki wao bora yupo, sijui kiungo wao bora yupo Ae. Ukisema sijui nani namba 10 wao bora yupo, kila mchezaji wao kwenye timu yao yupo Ae. sisi huku kwetu, ah ukizungumzia kitasa baka yupo huku kwetu, ukija ukizungumzia ukimzungumzia nani um, striker uh, Clementinho hayupo, ukija kwetu ukikaa sawa sawa ukitoa, yani sisi tuna watu hawapo na wala hatujali maisha ya ngapi kasi anaendelea na mpira unapigwa watu wanashinda kiufupi mm. tu godi ukilichukua lile goli la Mohamed Hussein Shabalala, pamoja na ha, malizia ha, malizia, Shabalala, malizia, Robert Carlos kwa mbele. Na ah, malizia, kwanza Mohamed Shabalala, Robert Carlos. malizia Mohamed Shabalala, Roberto Carlos. Malizia Messi. Kwanza, mkopo wake sio sio mdogo, unaweza kukabidhiwa benki nzima. Yale magoli mawili ya leo, kama unaenda nayo NBC pale Haswa tawi la Kariakoo kwa kaangu Mohamed. mm. eh? Unabeba hela zote. Yaani unamwona yule meneja wa tawi la Kariakoo ambaye anaitwa Mohamed. Ukienda hata kwa msaidizi wake pale Nasra, unawakabidhi ile ile ile lile jengo la benki lote, branch yote ile ya Kariakoo. Wanakwambia hizi ATM hizi, mtu akitoa hela sasa hivi haruhusiwi, hela zilizoko kwenye ATM zote zako. Kwa hapo umeweka nini? Umeweka magoli haya mawili, la Shabalala na la Celestine kwa.

Nani kaanza kumwacha ngoja na tumjue mtu mkweli <laughs> huyu tujue huyu kweli mwandishi anawahabarisha watu, au, kula. Huyu ni mshabiki wa ile timu wa kwanza kumwaga mwenzie nani naziende na barua <laughs> <Kuma laughs> <kuma laughs> Jamani, waandishi hey. si ah, ah, ah. wa waandishi wa ndo tuko ila hivi jamani kusuk... isibati wewe Sabalala kaaga ujaona uh -uh. Si kasema jamani, kuanzia leo mimi sio tena kapteni wa Simba mm. na wala sio mchezaji wa Simba mm. Asanteni mm. kwa kipindi chote wakasema hadi Simba Day watakuja kuagana naye, wamwite pale wajaagane naye. Hata nungunungu sasema atamwaga. Wewe Simba Day siku ile ulimwona nungunungu, alimwaga, si ndio? Nungunungu na John Boko amekuja, wamekuja kuagwa hapa. Wale wanaachika kuacha, hawawezi. Shabalala kaaga Simba, kaondoka mwanya, na nyimbo yake anasema ukifanya nini? Ukiachwa achika, ukiachwa achika. Eh, ukiacha Shabalala kaacha na anafunga migoli yake huku mm. Yanga atafunga sana eh? Hivyo jiulize ndio kwanza ligi mechi ya pili. Champions League tumecheza mechi nne tu lakini Shabalala huko ana assist mm. Na tayari kashafunga mm. Bado muda anao mwingi wa kuonyesha burudani. Eh, bwana tujiulize kitu kimoja. Wapi tena? Majirani majirani zetu si mmeona? Tumewaona. Tarembiro anakwenda kucheza dhidi ya Azam. Wewe unaenda tarehe 30 wana mechi? kawana mechi ngumu hey, na TRA hey, kudai mapato na Simba wanadaiwa pale jengo lao la Msimbazi hmm. Mapato mda mrefu wajalipa kodi we ujui aena hey, kufa ukaguzi jengo la Simba tarehe thelathini nashaaaeh tu. Kwamba yule akikutana nan ile timu ndo mkikutana na wenyendo a kuna mtihani Tanzania Prison. uh -huh. hey. hey. hey. TRA ndo malaya kwanza. Asa ah, uh -huh. sisi hivi tunawajua TRA, wengine hatuwajui. Mimi najua timu, asa hao wanacheza TRA na makoro ndio mechi ya thelathini. Kwanza uh -huh. wamaliza uh -huh. Usiruke viunzi wakati ligi bado ina timu zote ngumu, hakuna timu nyepesi, na nikwambie, uh -huh. hiyo mechi unayoiwaza wewe siyo

Swali jepesi Jamani, asanteni.